lakini kuna habari inayosema eh, Majaliwa aonya vijana vya sheria vya chokochoko. Huyu ni waziri mkuu kasi Majaliwa aonya vijana vya sheria vya chokochoko. Lakini ni kizungumkuti hiyo, ni habari kwenye gazeti la na Mwananchi nasema ni kizungumkuti, serikali askofu, serikali askofu Gwajima ngoma bado ngumu, polisi wavamia kanisani, waumini wasimulia waliopitia, lakini Gwajima ajulikani alipo Waumini waweka kambi nje. Bagonza atema nyongo. Kamanda Muriro atoa kauli. Lakini bei ya vifurushi bima ya afya vya zua balaa balaa. Wazawa sasa kupewa mradi wa mwendokasi, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi na tukiachana gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika matumizi ya pitu ya zua jambo, madhara kumi yaainishwa lakini rufani hukumu ya kesi binti wa Yombo yaanza kunguruma, na serikali ya kubali kuilipia kuilipa IPTL bilioni 8.5 badala ya tilioni 4.9. Lakini vigogo Chadema wajifungia Daressalam na patashika kanisa la Askofu Gwajima, hynipata shika kanisa la Askofu Gwajima e, lenye habari linaosema askari polisi watanda, kamanda Murilo akiri kuwa watu wamekamatwa. Askofu Abagonza akosoa uamuzi kufuta kanisa. Lakini Selimundu janga watu milioni 10.2 nchini waishi na vinasaba vyake. Hiyo e, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukachana e, na gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii e, kwa subuhi ya leo, tuangazia gazeti lako la Habari Leo linaandika vigogo wawili CHADEMA wajiunga na ACT Wazalendo. Hiyo habari ukurasa wa ishirini inasema vigogo wawili wajiunga na ACT Wazalendo. Lakini Padre Kitima amshukuru Mungu kumponya. Padre Kitima amshukuru Mungu kumponya, ni habari ukurasa wa pili. Lakini MCD yasambaza vifaa tiba vya akili mnemba. MCD yasambaza vifaa tiba vya akili mnemba. Lakini Majaliwa vijana ilindeni Tanzania. Huyu ndiye Kassim Majaliwa asema vijana ilindeni Tanzania, ataka umakini eh, uchaguzi usivuruge amani ahimiza washirikishwe biashara ya kaboni. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Na sisi mnayotaka, utalii uchangia asilimia ishirini pato la taifa. Mambo manne kuibeba bajeti ya afya, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbili. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti lako la Zanzibar Leo lenye habari kubwa inaosema Soraga mabalozi utangazeni utalii. Hiyo ni Soraga sema mabalozi utangazeni utalii, ahimiza matumizi ya mbinu bora na za kisasa lakini, majaliwa wekeni kituo vituo e, vya kuchakata taka. Huyo ni majaliwa wasema wekeni vituo vya kuchakata taka. Lakini Pemba yazalisha lita milioni 56.29 za maji safi, Pemba yazalisha lita milioni 56.29 za maji safi. Lakini mazungumzo chanya yafikiwa kati ya Ukraini na Urusi. Na mkazi wa, jam, wa jumbi ahukumiwa kunyongwa hadi kufa eh, mkazi wa Jumbi ahukumiwa kunyongwa hadi kufa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye linaanza na habari kubwa inayosema Nchimbi, kitabu cha mzee songa mbele kitakuwa rejea. Waziri atoa mwelekeo eh, wa matumizi nishati mbadala. Lakini habari kubwa ni waziri mkuu Kasim Majaliwa, vijana msikubali kutumika. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Uhuru inasema vijana msikubari kutumika. Lakini vifaa vya uzazi watoto wachanga kupungua e, vifo vya uzazi kumradhi, inasema vifo vya uzazi vya watoto wachanga kupungua. Lakini Tanzania na Japani kushirikiana uwekezaji biashara ya kaboni. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Uhuru, inapatikana ukurasa wa mbele. Lakini Taifa Tanzania gazeti lako uzalendo kwanza lenye inaanza na arasi Mara apokea pongezi za chifua sizaki wa ulipwa fidia. RC Mara apokea pongezi za chifua sizaki kwa kulipwa fidia. Lakini kauli ea, kuna habari inasema Majaliwa ataka vijana washirikishwe biashara ya carbon. Huyo ni kasi Majaliwa ataka vijana washirikishwe biashara ya carbon. Lakini wizara ya shauri kutoa elimu katika matumizi ya pitu. Hiyo ni wizara ya, ya, shauri kutoa elimu katika matumizi ya pitu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Kura Tanz, Taifa Tanzania. Uzalendo kwanza. Lakini tuangazie gazeti laku la Manjira, lenyewe inaandika Rais Samia kukabidhiwa gawio Juni kumi ikulu. Rais Samia kukabidhiwa gawio Juni kumi Ikulu. Lakini polisi, Askofu Gwajima afuate utaratibu wa kisheria. E, polisi, Askofu Gwajima afuate utaratibu wa kisheria. Makada wawili Chadema watimkia ACT wa Zalendo. Lakini JKT yawatoa wasiwasi wazazi kuhusu mafunzo aya watoa wasiwasi wazazi kuhusu mafuzo badala, ibada ya Padre Kitima aongoza ibada ya shukrani Dar es Salaam kwa kutoka hospitali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa mbele lakini, gazeti lako la jamvi la habari lenye habari kubwa inaosema DC Mvalukuvi e, lakini kafu wakaa mguu sawa kushiriki uchaguzi mkuu na Kasimu Majaliwa azitaka halmashauri zote kuwekwa e, vituo vya kuchakata taka. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula la Jamvi la Habari ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Machinga asubuhi ya leo lenye linaanza na habari inayosema Dokta Yonazi, ushiriki wa Tanzania jukwaa la dunia waongezeka. Lakini Padri Kitima aongoza ibada ya shukurani, na habari kubwa ni bima ya afya kwa wote sasa ya iva 2025/2026 Majaliwa ataka ushiriki e, wa vijana biashara ya kaboni. E, majani wataka ushiriki wa vijana biashara ya kaboni. Lakini wahariri watakiwa kupaza sauti kizazi chenye usawa. e, wahariri watakiwa kupaza sauti kizazi chenye usawa. Na gazeti lako la mwanahabari inalenyea asubuhi ya leo gazeti bora kabisa ni namba kubwa inasema juu uraisi CWT, wajumbe wa hapa kwenda na jina la lea Ulaya, uraisi wa chama cha walimu CWT, e, wajumbe wa hapa kwenda na jina la lea ulaya. Lakini Madiwani meatu tumechelewa kuletewa dedi michuzi kwa utendaji bora. Na habari kubwa ni waziri mkuu atoa neno kwa vijana. Eh, huyu ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa atoa neno kwa vijana. Na Kapinga vitongoji 280 Arumeru Mashariki vya kuwa na umeme. Huyu ni Kapinga sema vitongoji 280 Arumeru Mashariki vyaki, vyatakiwa eh, na kuwa na umeme. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. Lakini Mtazamo Mpya gazeti lako linaandika, macho na masikio yote kwa Mwiguru bungeni leo atawasilisha bajeti ya wizara ya fedha, ni ya kwanza baada ya ongezeko la mshahara kwa asilimia 35.1. Lakini DC Kiswaga atangaza kumvaa Lukuvi ubunge Isimani. Amkum, amkumbusha ahadi yake ya ustaafu baada ya miaka 30 lakini Majaliwa atoa agizo kwa halmashauri, ataka ziweke vituo vya kuchakata na kutenganisha taka, awaonya vijana kujiepusha na chokochoko choko za kisiasa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari inayosema vigogo Chadema watimkia ACT Wazalendo, vigogo wa Chadema watimkia ACT Wazalendo. Lakini Kafulila, kuongezeka bajeti ya kilimo kunapunguza umaskini nchini kini tuangazia gazeti lako la Tanzania Yetu fahari ya Watanzania inaandika t Wazalendo eh, wapinga kufungwa kanisa la Gwajima, lakini ofisi ya msajili hazina yalenga kukusanya trilioni moja mapato yasiyo ya kodi, na Majaliwa awekeni vituo vya kuchakata taka katika maeneo yetu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu fahari ya Watanzania ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo na lenyewe watia nia wasio na sifa wapukutishwe CCM. Hilo ni gazeti lako la uelekeo linasema, watiania wasio na sifa wapukutishwe CCM. Lakini ilani ya CCM 2025 2030 ni kicheko kwa vijana, ilani ya CCM 2025 2030 ni kicheko kwa vijana. Lakini mizigo kuanza kusafirishwa Dar es Salaam Dodoma kwa SGR, mizigo kuanza kusafirishwa Dodoma Dar es Salaam, Dar es Salaam Dodoma kwa SGR. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la Tanzania leo linaanza na habari inayosema Samia atumwa kazi na CCM Dar es Salaam. Lakini serikali yaonya vijana chokochoko za kisiasa, na Samia ashusha neema mwekezaji mradi wa BRT. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini mwenge wa uhuru wazindua miradi saba ya bilioni 44.5 Ilala. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako Raia Mwema lenye lina habari kubwa inayosema Samia agusa vikwazo vya uraisi. E, Samia agusia vikwazo vya uraisi. Padri Dr. Kitima amshukuru Mungu e, lakini siku 58 za moto CCM. Siku 58 za moto ndani ya Chama cha Mapinduzi e, CCM. Lakini mkandarasi atishia kung'oa milango. Mkandarasi atishia kung'oa milango. Kuna nini? Habari inaendelea ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Raia Mwema Zalendo. Lakini bado kwenye gazeti ya Raia Mwema, hii ni habari inayosema mkandarasi eh, inayosema mkandarasi atishia kungoa milango. Eh, hiyo ndio habari kabisa ina kwenye gazeti lako Raia Mwema. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania bora inaandika Majaliwa atoa agizo eh, huyo ni Kassim Majaliwa, waziri mkuu atoa agizo. Lakini kaf wafungua dirisha la wagombea uchaguzi mkuu. Hiyo ni habari kurasa tatu. DC yatangaza kupumzisha Lukuvi jimbo la Ismani. Lakini gazeti lako la Mjasiriamali linaandika usihahe tu tambua siri kuu, e, njia ya kutunza e, ndama bora. Hilo ni gazeti lako la Mjasiriamali. Lakini gazeti lako la Kumekucha linaandika DC Monduli amkalia koni Lukuvi, e, DC Monduli amkalia koni Lukuvi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Kumekucha. Lakini Kassim Majaliwa, jengeni vituo vya kuchakata takataka taka. E, huyo ni waziri mkuu Kassim Majaliwa e, atoa maagizo kwenye halmashauri zote eh, kujenga vituo vya kuchakata takataka taka. taka. Lakini gazeti lako la Fikra Pevu lenye inaandika DC Monduli ajitosa kumngoa Lukuvi Isimani. Majaliwa wataka vijana na jamii washirikishwe biashara ya carbon. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Fikra Pevu ukurasa wa mbele. Lakini bado kwenye gazeti lako e, la Busati linaandika kaka kuona mwenye uchu wanapomteza. e, kaka kuona wenye uchu wanampoteza ni mnyama aliye hatarini kutoweka, wengi wa mtaka kwa maslahi binafsi. Kinituachane sasa na kurasa za mbele tuangazie eh, kwenye michezo na burudani eh, tunaanza kuangazia eh, gazeti lako, gazeti la, la habari leo linaandika Afrika Kusini kipimo sahihi cha Moroko. Simba ya tano barani Afrika. Yanga yataja ratiba yao Yuna ni bani kwenye gazeti la kula habari leo kurasa wa michezo. Lakini Zanzibar leo linaandika Mlandege KVZ vitani ubingwa ligi kuu Zanzibar. Swahili wa Kipanga FC azikwa. Lakini Taifa Stars yatua, yatua na matumaini kibao bondeni Afrika Kusini. Lakini gazeti la kula uhuru linaandika Yanga Simba jino kwa jino ligi kuu. Stars matumaini kibao kosafa. Ah Haibu, haibu Azam ya zita Simba Yanga, Kaizer Chief, lakini Singida Black Stars, eh, ya itangazia Yanga undugu umala. Yuna habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini, taifa gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Yanga yafunga mjadala wa dabi kauli ya Dkt. Kigwangala yawavuruga Simba tena. Yuna habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa ya wa michezo, lakini gazeti lako la Majira linaandika Stars yatua Afrika Kusini kwa kishindo yasema ya, sema ya, eh, wamekwenda kupambana. Lakini yanga wayandalia dozi Tanzania Prison. Lakini jamvi la habari gazeti lako linaandika Yanga Singida Black Stars finali Zanzibar Stars ya tua eh, na mzuka sauzi. Yunabani inapatikana kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga linaandika KMC nayo ya muwinda Juma Kaseja kazi za chifu kumngoa ahwa Simba mfuko wa Kagera shuga, eh, awindwa inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga. Lakini gazeti lako la mwanahabari inaandika kipa Dida apigiwa hesabu Coastal Union. Lakini Yanga msimamo pale pale hawachezi ngoma. Na ngoma apewa mwaka mmoja Simba. Mabula kicheko kutua Taifa Stars. Lakini mtazamo gazeti lako kwenye michezo inaandika Nabii ataka kumngoa a wa Simba Mabula kicheko kutua Taifa Stars. Yuna habari napatikana kwenye gazeti lako la Mtazamo. Lakini gazeti lako la Uelekeo na nyina andika TPLB hatujapokea barua ya Yanga. Lakini kidigoni na Simba kucheza Tabora. Mourinho eh, Malcon aliazimisha kadi ili aende Krismasi. Yuna habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo patendekele yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti lako la Habari Tanzania leo linaandika kazi ipo bodi, dabi ipo pale pale. Lakini Azam hatujaona ofa ya feitoto huyu. Azam wasema hatujaona ofa yoyote ya feitoto. Fainali ya Yanga na Singida Black Stars kupigwa Juni 29 Zanzibar. Lakini Raia Mwema, gazeti lako linaandika dabi Yanga Simba giza nene, dabi Yanga Simba giza nene, nene, gazeti lako la Raia Mwema kwenye kurasa za michezo